Wapendwa watazamaji, naitwa Padre Fabian Ngeleja, padre wa jimbo kuu la Mwanza, mlezi wa hija jimbo kuu la Mwanza. Eneo hili nilipo ni eneo la Kawekamo Mwanza. Itupo katika hija ya kitaifa na ya kijimbo, ama na ya kimataifa kabisa, hapa Kawekamo Mwanza ija e, yetu imeanza tangu tarehe ishirini na saba mwezi wa, wa tisa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ilifunguliwa na mwasha baba askofu mkuu kwa adhimisho la misa takatifu, na ija yetu hii itadumu mpaka tarehe nne ya mwezi wa kumi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Ija yetu hapa Kawekamo inafanyika kwa heshima ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili na mama yetu Bikira Maria Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alifika na kanya katika eneo hili la Kawekamo. Naomba niongelee e, kati ya hizo siku tisa za uwepo wetu katika hija, ninataka niongelee walau siku ya Alhamisi, matukio muhimu tutakayoyafanya ili nawe ambayo uko mbali, basi upate nafasi ya kufika na kushuhudia makuu ya Mwenyezi Mungu katika vilima hivi vya Kawekamo. Siku ya Alhamisi tumepanga ratiba pamoja na mambo mengine utakuwepo mkesha kabisa uh, wa kwa ajili ya tukio hili, lakini asubuhi kuanzia saa mbili tutaonyesha masalia ya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliyekanyaga katika ardhi na maeneo haya ya Kawekamo. Baadhi ya vitu ambavyo utaviona kabisa ambavyo vimekwisha andaliwa ni hivi vifuatavyo: tutaona kitanda ambacho amekilalia Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili eneo hili la Kawekamo tutaweza kuona hata kichumba ambacho baba mtakatifu alilala ile tarehe nne na tarehe tatu tarehe tatu na tarehe nne ya mwezi wa tisa mwaka elfu moja mia tisa tisini alipofika hapa. Tutaweza kuona vyombo ambavyo alivitumia na baadhi ni hivi hapa. Mpenzi mtazamaji wangu, hiki ni chombo ambacho alikitumia baba mtakatifu Yohane Paulo wa pili, na hapa ndipo kulikuwa kumewekwa mikate. Tunavyo vyombo vingine aliweza kuvitumia kama hivi, mtazamaji wangu hiki ni chombo ambacho alikuwa amewekewa supu, na hii ni vyombo asilia kabisa, vimedumu sasa miaka thelathini na mitano. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo utaviona. Kwa kweli, hivi ni vyombo ambavyo alivitumia wakati wa anapokula chakula. Mpendwa mtazamaji wetu, tutakuonyesha pia e, e, gari ambalo alilitumia a, kwa siku hizo mbili, tarehe tatu na tarehe nne, utaona kiti ambacho alikikalia wakati wa adhimisho la misa takatifu na kiti alichokitumia wakati akiwa na mazungumzo nje ya adhimisho la misa takatifu tutaenda kuona pia baadhi ya nguo ambazo alizivaa hizi ni nguo ambazo tumezipata kutoka nchini kwake Poland na ziko hapa hapa kwetu hapa kawekamo. kama vile mitra tutaiona kuna arba na chingulu ambazo zilitolewa huko kwake kabisa ni nguo za uhalisia kabisa ambazo alikuwa akizivaa wakati wa ujio wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Eneo hili ilikuwa jukwaa, na hii ndio altari ambapo adhimisho la kanisa takatifu ilitolewa juu ya altari hii na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. kwa eneo hili lote ilikuwa jukwaa la tukio hilo la ujio wake, na hapa ndipo iliadhimishwa misa takatifu. Tunapata upekee kuona masalia ya watakatifu wawili mashuhuri sana mtakatifu Antonio Padua tunayo masalia yake katika kilima hiki cha Kawekamo eneo hili la Hija. Tunayo masalia ya mtakatifu Andrea Basete yako hapa, na yeye tutaweza kuyaona. Basi karibu ushiriki nasi, na pamoja tujipatie utakatifu, tukiwaiga watakatifu ambao wamefika hapa, hasa Yohane Paulo wa Pili na wale Antonio Padua na Andrea Basete, ambao tutaona pia masalia yao Alhamisi. Naweka msisitizo kwa sababu ya upekee ambao utafanyika kwamba tutaanza saa mbili kamili, ambayo tutaruhusu sasa watu tuanze kufanya hii kuona masalia hayo ya daraja la tatu, lakini pia e, masalia daraja la kwanza tutayaona usiku wake tukielekea katika mkesha. Kumbuka siku hiyo ni saa mbili mpaka asubuhi, saa mbili asubuhi mpaka kesho asubuhi ni mkesha wa kutafuta utakatifu. Kwa hiyo ni muda ambao kila mmoja wetu anaweza kupata fursa ya kuyashiriki haya matakatifu. Kawekamo kuna utakatifu. Ni Padre Fabian Ngeleja na kualika kwa moyo wa shukurani na furaha kabisa. Karibu karibu, tushiriki nasi pamoja nasi katika hija hii ya kitaifa ya kijimbo na kimataifa. Mpaka sasa tunao mahujaji ambao wametoka sehemu mbalimbali. Tunao mahujaji waliotoka nchi ya Kongo takriban mia moja arobaini hivi na mapadri watano tunao pia mahujaji wametoka nchi zingine pamoja na majimbo mbalimbali hapa Tanzania. Njoo nawe uungane nasi tuendelee kufurahia. Hakika ni mwaka wa jubilei, sisi ni mahujaji katika matumaini.